Ananiambia ananipenda alafu hanionyeshi upendo wote. Upendo unaambatana na kutoa. Umetoa nini kwa ajili yangu? Toa kitu ili nikukumbuke. Unajua, ngoja nikwambie, sadaka inagusa moyo. Sadaka ingawa unanipa mkononi, lakini naingia moja kwa moja mpaka ndani ya moyo. Sasa unapotoa sadaka nzito, ndio hivyo hivyo na mimi, unaniweka bondi na wewe, tunashikana naanza kukuwaza naanza kukufikiria, mpenzi wangu amenihudumia. Sasa uwe mpenzi gani? Hata kitu chochote hujawahi kunipa, tunapendana na nini? Wewe unaniambia unanipenda. Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alilipenda kanisa, alafu akafanyaje? Akamtoa mwanawe wa pekee ili eh, kila mwaminia si hey. Na Yesu mwenyewe kwa sababu ya kulipenda kanisa akafanyaje? akajitoa Alafu wewe mchuma, anakudanganya vio, wanaume wanakudanganya kwambia, nakupenda sana. Unanipendea nini? Wewe nionyesha upendo kwanza, hey. ndio maana nawambiaga mtu akija aki hapa anataka kukuchumbia chumbia, hafanyi kazi yoyote. wewe nataka nijue anafanya kazi gani? Hana kazi yoyote, hakuna huyo, sio mtu wa kukuoa. Unajua mtu ambaye hata kama naosha magari, huyo ni mtu anachapa kazi, ana malengo hata kama anachunga ng'ombe ana malengo sasa. Wewe kazi kuvaa tai, leo unapita kibomu kwa mama muilo, unasubiri wewe wakinywa chai, unaenda kwa mzee kameta tena unaangalia kabisa, unajua na masaa wanaopikaga chakula wakina kameta pale wanachelewaga. Kwa nikitoka kigogo kule kwa mamwilo mpaka nikafike kule buju kwa kameta, ah, saa tisa, saa tisa hapa ndio wanakulaga ugali, na wewe ushatia timu. Ah, unajua nimekuja kuwasalimia. Unajua wapendwa, wewe acha hizo, piga kazi tukuone, wanaume wako. Wewe we unasemaje? Ni mwanaume hujui kutoa? Mwanaume lazima uonyeshe kazi. Kazi ndiyo itakuheshimisha hata ukiwa na mke, usipokuwa anafanya kazi, hata kama kazi ni ndogo, heshima inakuja. Unafanya nini wanaume? Tupo ehe, tunatamani heshima sana, wake zetu watuheshimu. Tupige kazi, heshima itakuja pale tunapopiga kazi. We umekaa kwanzia asubuhi, unalala humo ndani, nikupikie, ule unywe, hata kujizungusha tu, kwanza nikatafute kazi, hakuna. Ah, ah, tunadanganyana wewe zube, tunadanganyana. Amka kapige kazi. Haleluya! Hey, nataka nikwambie, kufanikiwa, huwezi ukafanikiwa bila kupiga kazi. Ubilionea unahitaji wewe uwe chapa kazi. Niliwambia bilionea, jamani, hawalali wanakesha. Sasa usifikiri bilionea yeye anakaa tu, amekunja nne. Anakunja nne baada ya kazi. Kwa hiyo hakuna kulala, ili ufanye kazi, ili upate utajirike, uwe na pesa. Amka piga kazi, usichague kazi. Kijana wa kiume kijana wa kiume gani unachagua kazi? Mme wangu mimi, wakati wa uhai wake, alikuwa anaokotaga anaokota vifuu vifuu vya nazi, mnavifahamu. Alikuwa kipindi hicho ana kazi Hela. Anaokota. Lakini si mliona baadaye alikuwa famous. Alianzia kuuza vifuu vya nazi tena vya kuokota jalalani. Alivyomtoka hapo akapata mtaji akaanza kuuza machungwa, anatembeza na toroli yale, anamenyewa hivi anajua kumenya hivi alikuwa anajua, anajua alikuwa ajua mpaka kumenya hivi machungwa. Alivyomaliza hivyo, akaanza kukubebea watu maji matoroli ya maji, anaenda kuchota maji analeta yale maji ya madumu. Lakini si baadae alienda na Marekani. Hey, baadae alikuwa ni mtu wakona, Marekani kama Kaliako. Alipiga kazi. Mwanaume usiyokuwa na kazi, shame on you, mimi sitakuelewa na wala siwezi kukupa mke kama una kazi Hey, mabinti zangu sikia, mniambie, mnapopata wachumba wachumba wakuwadanganya hawana kazi, hawa sitaki tena. Mkiwaleta wachumba nitawauliza, ebu nionyeshe fungu la kumi, nionyeshe fungu la kumi, unatoaga we fungu la kumi? Maana utamlisha nini we mtoto wa watu? Maana usione chaelea, jua kimeundwa. Unapomwona mtoto amependeza, amependezeshwa, kuna mtu anasema mafuta taa inapowaka utambi si unateketea, mafuta kule chini anateketea. Kuna mtu aliweka mafuta, mafuta yakikoma hatutakuwa na mwanga tena. Kwa hiyo unaona, binti anapendeza, binti amependeza, kuna mafuta yamewekwa. Kwa hiyo, piga kazi. Kama mtaji hauna osha magari. Hey, osha hata pikipiki utapata. Kwani unafikiri wa pikipiki ukimwoshea, anatoka hapo nje anakuta pikipiki yake inang'ata, ashindwa kukupa buku wewe anakupa buku. Mimi mwenyewe nikikuta gari langu linawaka pale, nikikuta gari langu wangu linawaka pale ha? Tena ukaniazima na kaufungua kule ndani, nakuta kumekaa vizuri, nafurahi. Yani msimbazi huyo. Kwa hiyo tupige kazi, tunapopiga kazi ndipo tunafanikiwa. Amina, tunakuwa na kitu cha kuja kumtolea Bwana sadaka. Leo sadaka zikitangazwa hapa e, naye mchungaji chichalo too much. Yani, kila siku anatangaza naye askofu sadaka sadaka, Sada, unaanza kugombana na Mungu. Wewe unanigombeza mimi kwa nini? Mimi si nakwambia yaliyoandikwa kwenye Biblia, lete zaka kamili, haya yameandikwa, umsio sio la kwangu, ni Malaki tatu, iko humu ni Malaki ndio inasema hivyo, sio mimi. Mimi nasomaga ya humu, ndio maana nikija hapa hey! Sasa wewe unaninunia yaani, naye amezidi kwa sababu mimi sijatoa fungo. Ndio toa, toa. Nitaendelea kusema mpaka utoe na jina nilione. E, kwa sababu tutakapojifunza hivyo tutalisikia neno nalo neno litakuwa msaada kwetu. Kwa hiyo tutakuta ya kwamba maisha yetu yatabadilika kwa Kristo, watu watafurahi, watatamani kumjua Kristo. Mungu wetu tunayemwabudu leo watu wanamkimbia, wanasema walokole ni maskini. Nani alikwambia? Sisi ndio matajiri Yani nataka nikwambie, sisi tulipewa kutawala na kumiliki. Yani nataka hapa kila mmoja ajue kwamba mchungaji wangu anataka niwe na nyumba ya kumiliki. mimi mimi nataka mtoke kwenye nyumba za kupanga, mwanze kumiliki katika jina la Yesu. Lakini hamtapokea tu kwa maneno, lazima mfanye kazi. Mwoshe magari, mchimbe mitaro, pesa zinapatikana, sio mpaka ufanyie TRA. We unataka TRA ya nini? TRA ya wasomi, ukakae darasani kwanza. We umande wenyewe, ulikimbia, alafu unataka TRA. Tunaanzia chini, amina, alafu tunapanda juu. Huwezi pika mandazi yako, hata mama ako nipika ni chapati.